Tanzania sijui kwa nini hatupendi kurahisisha mambo, yaani tunaona kuweka mlolongo wa vitu, sijui ndio watu wanafanya kazi. Tunasababisha inefficiency kubwa kwa vitu ambavyo havina maana. Kumfanyia mtu ugumu wa kupata jambo sio, sio taaluma. Kuna watu wanadhani ili aonekane yuko kwenye taaluma yake, a make it hard for you to get the service you need. Ya hapana, wenzetu wametuacha mbali hatua, kwa sababu kila siku wanagundua njia za kurahisisha mambo, sio kufanya mambo kuwa magumu. Kuna watu tunadhani kufanya maisha ya watu wengine kuwa magumu ndio, una, ndio unaonyesha umuhimu wako. Hapana, umuhimu wako hauko kwenye kufanya maisha ya watu wengine kuwa magumu ili kujaribu kuonyesha umuhimu wa nafasi ulionayo Ah. Actually, it is quite the opposite. Umuhimu wako kwenye nafasi ulioko utaonekana pale ambapo unakuwa problem solver kwenye maisha ya watu, mtu wa kutatua matatizo ya watu kwa nafasi ulionayo, hiyo ndio inakupa umuhimu kwako kwa kwa pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Leta tofauti hapo unapofanya kazi wewe, sikiliza watu, bwana wacha zako wewe.